Mahakama Kuu masijara ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya mwenye ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ndugu Tundu Antipas Mgwai Lissu ambaye anashitakiwa kwa kosa la uhaini. E, katika kesi hiyo leo upande wa jamhuri umeweza kuleta mashahidi wawili, shahidi mmoja ambaye analindwa na shahidi mwingine ambaye alindwi. Shahidi yule ambaye alindwi ni askari ametoka ametoka Arusha ambaye anasema kwamba yeye alifanya kazi ya kuweza kuwashika watu ambao walikuwa wakitenda wakipanga njama za, ku, za, ku, za kufanya vurugu kwa sababu na, na kupanga kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025 kutokana na kauli ambazo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo alizitoa mnamo tarehe tatu ya mwezi wa nne mwaka 2025 tano. Na hiyo ni kwamba hizo hatua zilichukuliwa kama kana kwamba ni siku hiyo hiyo tarehe tatu hiyo tayari, e, baada tu kauli za, za Lissu kuwa zimetoka siku hiyo, hawa polisi kule Arusha tayari wakawa wameshaingia katika hatua za ange hange na kuanza kushika watu. Na mwisho wa siku, mwenyekiti Lissu ameweza kumhoji kwa kina maswali ya kumdodosa. Sehemu kubwa huyo askari anatoa ushahidi ambao unapingana na kile alichokiandika katika tamko lake au katika ile maelezo yake pale polisi. Ameweza kuonyesha kwamba kinyume cha sheria askari huyu aliandika maelezo yake mwenyewe, kin... mwenyewe na wakati akajionya mwenyewe na vilevile akajithibitishia yeye mwenyewe, kitu ambacho ni kinyume cha sheria ya mwenendo makosa ya jinai na vile vile ile kanuni za kipolisi PGO ambazo zinataka kwamba polisi wafanye kazi zao kwa uweredi. Hali kadhalika mwenyekiti Lissu ameweza kumuuliza askari aeleze kwamba mw kama kusema kwamba tutapinga uchaguzi kufanyika tutazuia uchaguzi usifanyike, ili kufanyike mabadiliko ya katiba na ya kisheria, ili kuwe na uchaguzi huru na haki, kama ni kosa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, polisi yule ameishia kusema kwamba hajui. Ilikuwa inasikitisha kwamba wakati mwingine nikana kwamba E, wale ambao wameleta mashtaka haya hawaonei huruma mashahidi ma, ma, ma hawa wa Jamhuri, wanataka pengine kuwadhalilisha, kwa sababu maana yake ni kwamba watu wana wanavuliwa nguo hadharani wa heshima zao na utu wao unatuwezwa na kuharibika kutokana kwamba wanakuja kutoa ushahidi ambao hauna kichwa wala miguu. Kwa hiyo sasa ni, ni masuala ambayo ambayo sisi kama tu, eh, kana, yu, yu, yasikitisha mtu ambaye unakaa una mahakamani unasikiliza hii kesi unaanza kulilia nchi yako na kusema kwamba je, tunazingatia ibara ya ishirini na saba bana dogo ya kwanza na ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inataka kwamba sisi kila mmoja wetu akishikwa rasilimali za nchi yetu zinatumika vizuri, na kwa maana hiyo kuendesha kesi ambayo haina kichwa na miguu au kuleta mashahidi wa namna hii ni matumizi mabaya ya rasilimali. Shahidi wa pili alikuwa ni yule ambaye amelindwa, kijana ambaye anasema kwamba ni miongoni mwa wale vijana wawili ambao walishikwa ndo mdereva wa bodaboda ambao alishikwa kule kwa mromboo eneo la kule Arusha. E, mwenyekiti ameweza kuonyesha kwamba maelezo ma, ma, ma, yao ambao wali ambao aliyatoa kule polisi na yale ambayo ameyatoa hivi leo yanakinzana kwa, kwa, kiwango kikubwa sana. Mwisho wa siku ni kwamba ni kama kana kwamba ile ile, ile e, maelezo yale na ushahidi na ushahidi ambao ameitoa leo kama vinakinzana, maana yake unakuwa na shahidi wa ushahidi wa, wa, uongo. Vitu vingi ukijana amesema kwamba hajui ni kama vile vile ambavyo yule askari alisema hajui. Mwisho wa siku, mwisho wa siku, unaweza kuona kwamba sasa kama tuna maaskari kama wale, nikimrudia ilo, ilo shahidi wa kwanza, maaskari kama hawa, mwisho wa siku ndio mafunzo ambayo ameyapata, mafunzo ya kwenda kusema uongo, mafunzo ya ya ya kugeuza uongo kuwa ukweli. Hapa tunajenga taifa gani? Je, tunakuwa na watu ambao wanajeshi wana unyofu wa kimaadili kwa hiyo tuna shida kwamba eh, hii kesi kwa namna moja au nyingine in, in, inaianika jamhuri ya vibaya inawaanika mapolisi wetu vibaya, inaalika ina vyombo vi, vyetu hivi kwa vibaya, lakini kikubwa zaidi na kibaya zaidi ni kuidharilisha mahakama, ni kupoteza rasilimali za mahakama kusikiza kesi za namna hii. Kwa hiyo mimi, kwa mara nyingine tena, wale wanaosikia, tuliona kwenye kesi ya mwenyekiti wa, wa zamani wa Chadema ali, wa cha, eh, nani, Freeman Mbowe waliulizwa wale wakubwa wa polisi maswali ambayo yalikuwa kwa kweli yalikuwa yanaonyesha kwamba hakuna uweledi. Wakati PG nataka ufanye kazi zao kwa uweledi. Na leo katika kesi hii ukiangalia mambo yanavyozidi kuendelea sio leo tu, tokea tumeanza ushahidi huu, tokea shahidi wa kwanza alivyoanza mpaka leo. Ali nasikitisha. Mwisho wa siku unaanza kwa nini? Ungekuwa nashika nashika kina nini kichwa kichwa nasema Mungu wangu naanza napiga. Kama ungekuwa mwana mama angekuwa anatoka anapiga nini? Anapiga nduru kwamba bwana eh Hali yenyewe ni mbaya, yani unaililia nchi yako. Kama mfano, tunachukua mfano ule wa Yesu, ambaye alisema enyi wanawake wa Yerusalemu, msinilie mimi, bali mwalilie watoto wenu. Hapo unaanza kuililia hata nchi yako. Kama tumefika hapa, tunaanza kuililia nchi yetu. Kwa hiyo basi, kesi hii ita, itaendelea kesho tarehe kumi na nane ya mwezi wa, wa pili mwaka 2026 saa tatu asubuhi. Mwenyekiti yuko tayari kabisa na imara, ameweza kuona kwamba ni mtu ambaye hajapungukiwa bashasha, tabasamu na mtu ambaye ameweza kuonyesha umahiri wa ajabu na mkubwa sana wa kuweza sheria na haraka haraka kuweza kujua maeneo ya kuweza e, kujua udhaifu wa kesi ya jamhuri uko wapi na wale mashahidi na mwisho wa siku ni kuweza kuonyesha kwamba sasa, je kama mtu angekuwa na nafasi ya kutosha kupata maelezo yale na kuweza kuyaweka pembeni na kuyachambua au angekuwa na nafasi ya kutumia kompyuta na AI kuweza kupitia wale ushahidi mara moja na kupitisha kwenye AI hali ingekuwaje? Hali ingekuwa ni mbaya sana. Asanteni sana.